Uchaguzi mdogo eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega umeonekana kuvutia ushindani kutoka kwa mrengo wa serikali na upinzani, wote wakiwa na matumaini kuwa wataibuka na ushindi. Nipatie huyu kijana anaitwa David Ndakwa afanye kazi na mimi, tumalize ile kazi Malulu alianzisha, alafu twende mbele pamoja. Tuko tunasema hivi tarehe 27 Novemba, haki ya Mungu imadharau itakwisha ukura yenu, mumbi. Harakati za kampeni zikiendelea kushika kasi. Muungano wa upinzani ulipata afueni baada ya mwaniaji wa chama cha DCP Ed Kabusiaka kujiondoa kwenye kinyang'anyiro na kumuunga mkono mwenzake wa DAPK Seth Panyako. Sisi sote tuende tusimame nyuma ya Seth Panyako <coughs> kushinda kiti ya, ya Malava haitakuwa tu ni ushindi ya United Opposition, mbali itakuwa ni ushindi ya kuleta heshima kwa jamii ya Mluya. Yeah. Rais William Ruto alipouzilia mbali muungano huo wa upinzani akidai hauna ajenda kumfaidi mwananchi wa kawaida. One time kasongo nini hiyo ni, hiyo itabadilisha dunia hii kweli? Sio ni ujinga. Sasa hawa jamaa, mimi nataka niwaambie, hawa jamaa wa ukabila hawana mpango, hawana sera, hawana taratibu, hawana ajenda, hata akili hawana. Hii mambo ya kusema tunangoja Mheshimiwa Mudavadi, tunangoja Wetangula ati watupatie mwelekeo. Mimi nataka niwaambie hakuna mwelekeo mwingine bali ni William Samoi Ruto. Jihadhari na watu wa siasa ya chuki. Kuna vijana chipukizi wanafikiri siasa yao akitusi mutu amepata umaarufu. Sisi tunataka siasa ya kujenga nchi. Sisi hapa Kakamega tuko kwa serikali ya mapana na marefu, yani broad based government. Tutakuunga mkono bako kwa bako kuhakikisha kwamba hiyo mambo ya tutam inatimia. Upinzani pia unaendelea kuwasuta viongozi wa serikali wakidai wana madharau kwa jamii ya Mulembe. Wanasema wanakandamiza uhuru wa wananchi kuchagua kiongozi wanayemtaka, na umesikia yale Ruto amesema, na anasema eti hao watu hawana akili Hawana ajenda, alisema, alisema, alisema, alisema, alisema. <tis> Hata hivyo, wamepuuzilia mbali ziara ya maendeleo ya Rais William Ruto eneo pana la magharibi, wakidai kuwa anazindua miradi ya maendeleo ambayo tayari ilikuwa imezinduliwa. Anakuja analonchia hapa Malaba, alafu anaenda anapotea baada ya miezi tatu, anaenda miezi Ruto, you are not reminding these people ile yenye mimi na wewe na Malala tulikubaliana. Tulikubaliana kwamba utatengeneza kilomita elfu moja. Sasa kufikia sasa hata kilomita moja hapa bado hujafanya. Rais William Ruto anaimani kuwa atawabwaga wapinzani hao katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 yaani mtu ningeshindana na yeye ni Raila Odinga, lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapemameta chaguzi zote ndogo zinatazamiwa kufanywa tarehe 27 mwezi Novemba mwaka huu katika maeneo tofauti nchini. Kati tu ya maeneo bunge yatakayoshiriki katika uchaguzi huo ni eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega. Eneo bunge la Banisa, Kasipul, Magarini, eneo bunge la Mbere kaskazini na Unguja. Nikiripoti ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.